Na tukirudi hapa jijini ni kwamba maafisa wa polisi wanaendelea kuwazuilia walinzi wawili wa eneo la burudani la VVIP Rooftop hapa Nairobi kufuatia kifo cha kijana wa umri wa miaka kumi na saba. Inasemekana kwamba kijana huyo alifariki baada ya kupigwa na walinzi hao ambao waliuficha mwili wake hadi siku iliyofuata huku upasuaji wa maiti ukionyesha kwamba alifariki kutokana na kupigwa kwa muda mrefu. Mwanahabari wetu Willy Lusige ana taarifa hiyo kwa kina.

Jumapili ya tarehe nane mwezi wa tano, alipoondoka nyumbani kwao katika mtaa wa Kangemi, Wilbafoskisia mwenye umri wa miaka kumi na saba hakujua ilikuwa siku yake ya mwisho ya kutumbuiza katika eneo la burudani la VVIP Rooftop. Mimi mara ya mwisho kuona kisa ilikuwa Sunday saa tatu hapo, saa mbili na nusu. Kwa siku nne, familia ilimtafuta kote isimpate, huku video zake kwenye kurasa za mitandao ya kijamii ya klabu hiyo zikifutwa. Nikapigia kameraman Kamwambia, bro wangu alifika klabu? Akaniambia alifika na alienda wapi? Akaniambia, bro hufika VIP mwenyewe ujiulizie. Walioshuhudia wakida alipigwa na walinzi wawili wa klabu hiyo baada ya sintofahamu kuibuka, kisha wakamkaba koo na kumburura hadi chumbani alikofariki, usimamizi wa klabu hiyo ukiwaita polisi jioni ya siku iliyofuata kuondoa mwili. Wamesema ya kwamba wali dance kufika saa tisa alichukuliwa hapo na na baunza mmoja akampeana kwa ule mkubwa mwenye alimshika shingo akaenda naye kwa hiyo korido. Upasuaji wa maiti siku ya Jumanne ukithibitisha kuwa alifariki kwa kupigwa kwa muda mrefu katika maeneo tofauti ya mwili. Kwa shingo hapa amenyongwa, amegongwa huku hapa kwa kichwa amevunjwa huku. Mnisaidie ngamu, mtoto wangu hata atafufuka, lakini mnisaidie tu mtoto wangu, mtoto wangu aki. Familia ya Wilberforce kililia haki na kutaka kujua kwa nini aliruhusiwa kuhudumu kwenye eneo la burudani akiwa na chini ya miaka kumi na nane, usimamizi wa klabu hiyo ukisema unasubiri uchunguzi wa maafisa wa polisi kukamilika. Walinzi wawili wanaodaiwa kuhusika wamekamatwa. Marehemu kisi alipoondoka hapa majuma mawili, miezi minne kabla ya kusherehekea kutimiza miaka kumi na minane hakujua ilikuwa mwisho wa safari ya maisha yake, kifo chake sasa kikiwa kitandawili ambacho kinahitaji makini kuweza kuteguliwa, huku familia yake ikisema bado haijapata haki. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika eneo la Kangemi, Nairobi.